Uh, msanii maarufu kutoka nchini Tanzania, uh, Juma Jux ameweza kufunguka sababu zilizofanya asiwaite ama asiwakaribishe msanii um, akina Harmonize asimkaribishe Alikiba na wasanii wengine kibao ama wasanii wengine kadhaa ambao hawakufika pale kwenye harusi yake, ilikuwa inenda na hashtag ya JP2025. Sasa akizungumza huko nchini Tanzania na kituo kimoja, ameweka wazi kwamba yeye hana bifu, hana, hana ugomvi wowote na Alikiba wala hana ugomvi na Harmonize ila issue ni kwamba hawako kwa ukaribu sana. Sasa ikumbukwe kwamba kwenye harusi ya Jux ambayo ilikuwa Mlimani City, eneo ambalo ni kama ni kama KICC ya Kenya, uh, ilihudhuriwa na wasanii maarufu sana, kina Diamond walikuwepo pale, wakapiga sherehe. Kulikuwa na kina J Melody. Darasa alikuja na akaperform. Arivani alikuwa pia Uh, nani mwingine? Omi Dimpos pia alikuwa, wasanii kibao, uh, pia watu wakubwa kwenye serikali. Harusi ambayo ilikuwa ya kufana sana na ni harusi ambayo ilivutia watu wengi sana, sababu Jux alitumia pesa mingi sana kupanga ile harusi. Ikumbukwe kwamba pia aliweza kumzawadi mrembo wake uh, gari aina ya Range Rover. Sasa Jux amesema kwamba Uh, hana ugomvi na Harmonize ila ni vile tu ana marafiki wengi na pia, inafikaga muda mwingine inakuwa ngumu kukaribisha mtu ambaye hamna maongezi sana na yeye. Sasa ukiachia haya, Juksi kumbukwe na ukaribu sana Diamond Platnumz, ambao ukiangalia sasa upande wa pili, Diamond na Alikiba ni mahasimu wa jadi, Diamond na Harmonize pia ni mahasimu wa jadi. Wananiita D Klasi, kama ukipenda, the magical boy behind the mic.